Septemba 25, mwaka 2015, viongozi wa dunia walijipatia changamoto kubwa kwa kuipatia dunia mwelekeo maalum kwa kuweka malengo ya maendeleo endelevu yaliyokuwa inajumuisha jumla ya malengo kumi na saba ya maendeleo endelevu. Katika malengo hayo, kulikuwa kuna jumla ya maazimio maalum 169 ambapo nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa walitakiwa kuyatekeleza ikihusisha kuhakikisha kwamba kwa dunia inakuwa ni sehemu salama ya kuishi, lakini pia kutengeneza mustakabali mwema kwa kuzingatia misingi ya haki, usawa, lakini pia kuangalia ni kwa namna gani dunia inavyoweza kudhibiti njaa, kuondoa masikini na malengo mengine mengi. Sasa ni miaka kumi imepita tangu malengo hayo yaweze kuasisiwa rasmi, na Tanzania ikiwa ni moja kati ya nchi mwanachama wa umoja wa Mataifa imepiga hatua kadhaa katika kuhakikisha kwamba wanafikia malengo haya kikamilifu. Tunakwenda kuangalia niko namna gani malengo haya yanaweza kuakisi maisha ya vijana, lakini pia kuangalia kama taifa, vipi tunaweza kufikia mustakabali mzuri. Nilikuwa sifahamu kama zinaitwa sustainable development goals au millennium goals kabla ya, ya ku, ku kuwa develop sustainable development goals, nilivyokuwa na my passion ndio iliyonisukuma kufahamu kwamba kuna sustainable development goals. Kwa hiyo nilifanya utafiti, kutokana na historia maisha yangu ya na kule nilipotoka, nikaona kuondoa umaskini ndio njia pekee ya kuondoa changamoto nyingine zote. Mimi sijatoka katika familia ambazo tuseme zimejipata sana, na uh, nilipokuwa shule ya msingi uh, wanafunzi zaidi ya asilimia tisini katika kusema kijiji chetu walikuwa wao hawaendelei hawa uh, mbele kwa maana ya kitaaluma, na wote hao baada ya darasa la saba kushindwa kuendelea wakawa wanarudi kijijini kufanya shughuli zao ndogo za kila siku, motivation ambayo pia ili, ili, pia kufanya hivyo. Wakati nasoma shule advance uh, kuna wakati maji yalikuwa hayapo sawa, maji yalikuwepo ya bomba ndio, lakini kulikuwa tuna some conflicts labda, sijui hawajali pia nini. Kwa hiyo kuna water sources zipo, lakini ni mbali ambapo we had to go and fetch water, lakini kule pia mazingira akuwa rafiki to, kuna wanyama labda kenge au nini hivyo, ko usalama pia unakuwa sio si fu. Ukiangalia pale ilikuwa ni shule ya wasichana. Tanzania, kama nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa, ilianza kutekeleza malengo haya mapema mwaka elfu mbili kumi na sita kwa kushirikisha makundi tofauti, wadau wa maendeleo na washirika mbalimbali, na tangu hapo mafanikio makubwa yameendelea kushuhudiwa na kuonyesha ukuaji dhahiri kwenye malengo ya maendeleo endelevu. On the sustainable energy front, access to um, clean um, energy um, in terms of the efforts that have been made against the ravages of climate um, change and the di disruption that has So Tanzania has made progress. Um, um, on the economic side um, we know that the macroeconomic situation in Tanzania is mm. quite solid. So I think plenty of progress has been made. uh, swala so la, la nishati ambao ni moja ya lengo namba saba ambalo linafanyiwa kazi katika maendeleo endelevu ni swala kubwa sana na Tanzania tumekuwa mstari wa mbele hususan, rais wetu uh, Mheshimiwa Daktari uh, Samia Suluhu ambaye anapigania swala la nishati safi na ni balozi wa Afrika katika swala hili. Another area that has been um, um, um...

Licha ya hatua kubwa inayofanyika katika kusukuma mbele malengo haya ya maendeleo endelevu, Tanzania kama nchi nyingine za Afrika imekuwa taratibu katika kufikia baadhi ya malengo huko, sababu mbalimbali za migongano ya kisiasa ulimwenguni, uduni wa teknolojia, migogoro ya kibinadamu milipuko ya maradhi na uhaba wa rasilimali zikichagiza kwa kiasi kikubwa ucheleweshaji huu back. Kiangalia hata kwa Tanzania kuna malengo ambayo taarifa zake uh, zinapatikana kwa urahisi ukilinganisha na malengo mengine, ukichukulia mfano, hata lengo, mfano namba moja au namba mbili upatikanaji wa taarifa zake ni tofauti na lengo labda namba kumi so na sita. Kwa hiyo hivyo vitu vinachangia sana lengo namba fulani kwenda mbele zaidi ya lingine. Kama nikiongelea swala zima ambalo sisi tunashughulika nalo, swala so zima la, la, la udhibiti taka taka ni nyingi sana zinavyozalishwa kwa hiyo uh, ili kupunguza uh, kupunguza taka kuna jitihada nyingi kuna innovation nyingi zinahitajika lakini pia kuna fedha nyingi ambazo bado zinahitajika One of the key challenges of the SDGs is that there's not enough money for them mm, okay. globally. Okay. We need about 5 to 7 trillion dollars to implement mm. them globally. Mm. We don't have that uh, yeah. amount of money. And nationally also mm. there's not enough money um, more recently governments have been going out to get loans and mm. these loans are quite expensive so financing is a problem so part of the work that we do in some cases through UNDP and other um, agencies is to see how we can try and unlock mm. financing a little bit. Hata pale ambapo malengo bado hayajafikiwa kikamilifu vijana na jamii za ngazi ya chini wana mchango wa msingi vijana duniani kote ni kundi linalobeba matumaini makubwa ya mafanikio ya malengo haya, huku wakisukumwa na ubunifu, udadisi na shauku ya mabadiliko ya kweli. Kama ilivyo sehemu nyingine za ulimwengu, vijana nchini Tanzania wanaamini wao ni matumaini ya kufikia malengo ya maendeleo endelevu kwa namna tofauti. Mwanzo nilikuwa nafanya katika level upasum, level ndogo, nikahisi kwamba mimi tu pole pole, pole nitamsaidia mmoja, nitamsaidia mwingine lakini mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, ishirini na tatu, ishirini na nne nilipochaguliwa kuwa mwakilishi wa vijana wa Tanzania kwenye baraza la Umoja wa Mataifa, na nikaanza safari ya kuzunguka kila mkoa na kwenda pia nchi zote za Afrika Mashariki kukusanya ajenda za vijana, changamoto ambazo vijana wanapitia, kuzifikisha kwenye baraza. Hapo ndio moja kwa moja kwanza nikaziona changamoto kwa kina chake, sio tu katika nadharia ya kusoma na ku, ya kusikia, lakini kuona moja kwa moja na namna ambavyo watu wanapitia changamoto, na baada ya hapo mimi kupata nafasi sasa ya kukaa nao chini kutafuta suluhu ya pamoja na kuyaandika kwamba haya ndio mawazo, na tunataka yafanyiwe kazi hivi, na kufika katika mikutano ile mikubwa, kwa kweli nimejihisi kwa um, very fulfilled. Mimi pia ni mmoja mwanafamilia, au mhanga ambaye tulikuwa tunatumia nishati ambayo, ni ambayo sio safi nazungumzia nishati ya kuni ambazo zimekuwa zikileta athari nyingi sana kwenye familia, wanawake, kina mama wanaumwa vifua kutokana na moshi, lakini wana maradhi ya miguu kutokana na umbali wa kwenda kuzitafuta hizo kuni. Lakini nilivyokuja kugundua kwamba sio janga letu peke yetu, kwamba la familia yangu peke yangu, zipo familia nyingine ambazo zinaishi ndani zaidi ambazo zinakutana na hizi changamoto, ndipo hapo nikaona kuna uwezo kama nimeweza kuibadilisha familia yangu tunatumia nishati nzuri ambayo ni briquettes kwa kutokana na elimu ambayo nimeipata katika harakati, zipo familia nyingine ambazo tunaweza tukazisaidia. I think you cannot um, you, you, you, cannot mention the SDGs without mentioning young people. I think the the SDGs champions have been young people, you cannot left them behind because they are the one that have been agent and they have been forefront of implementing the SDGs. Kuna mambo mengi sana yamefanywa na vijana ukiangalia swala la kutengeneza kutumia plastiki kuwa uh, kuwa matofali uh, ukiangalia swala la kutumia uh, taka taka kuwa mbolea, ni vijana ndio wana kampuni hizi kubwa sana ambazo zinahusika katika maswala haya yote. Maendeleo endelevu ni zaidi ya malengo yaliyo katika karatasi, bali ni maisha ya kila siku katika ulimwengu ambao teknolojia inachukua nafasi kubwa katika maisha ya binadamu, matumizi ya teknolojia katika kutimiza ajenda 2030 ni zaidi ya nyenzo ya msingi, ambapo mchango wake umeleta mabadiliko muhimu katika jamii, hususan vijana. Mimi sina uwezo wa kusafiri kuelekea kila kona ya Tanzania ama nje ya Tanzania. Mitandao ya kijamii imekuwa ni kitu cha kati, cha muhimu cha mimi kufika popote, muda wowote, kwa kupitia tu mitandao Nimekuwa nikifanya midahalo mbalimbali mbali, nimekuwa nikifanya sessions za kuwakumbusha vijana majukumu yao kuboresha vijana kwa namna ambayo mimi nimeona imeninufaisha. Kwa hiyo uh, mitandao ya kijamii imekuwa ni sehemu ya mimi kumfikia mtu mmoja ama wawili pembezoni, ambayo nisingeweza kama isingekuwepo citizen engagement in monitoring

Sure be um, okay, um, in these development projects. Ingawa vijana wameshiriki katika kuhakikisha wa malengo haya yanafikiwa kikamilifu, vijana bado anakabiliwa na msururu wa changamoto ambazo zinahitaji mwongozo na suluhisho la pamoja kutoka kwa jamii, serikali na wadau wa maendeleo, ili kusukuma malengo haya kwa kasi zaidi ya ilivyo sasa. Tuongeza utayari katika kujikita kwenye mambo mbalimbali. Kwa hiyo, kama mtu ukijitathmini mwenyewe kwamba mimi nataka nifanye mabadiliko gani katika jamii yangu, nataka nisimamie kwenye jambo lipi katika kutatua tatizo, katika changamoto hii katika jamii yangu, nadhani tutasaidia sana na kuendeleza kufanikisha kutimiza malengo hayo na viwango ambavyo vimewekwa mpaka 2030. Mti ambao unazaa matunda na kuhudumu muda mrefu ni mti ambao una mizizi imara. He. Kwa hiyo rai yangu kwa vijana ni kwamba tunaposema sasa tunataka nafasi, tunaposema tunataka kuonekana. Sasa hivi wewe ukiwa waziri utafanya nini? Ukiona hauna jibu, maana yake wewe hata ungewekewa mifumo ya namna gani, maana yake usingeweza kwa hiyo ni muda wa kuanza kunoa mizizi yetu wenyewe. Changamoto kubwa wakati naanza ilikuwa ni elimu kwanza. Wakati unajaribu kuielimisha jamii, wewe unatakiwa wewe umeelimika kwanza. Kwa hiyo ili nichukua muda kwanza kuanza kujifunza hizi um, SDG zikoje, zipi tageti zetu kama Umoja wa Mataifa kupitia elfu mbili na thelathini, nini ambacho tunatakiwa tukifikie. Naona pia ni changamoto ambayo inawakuta pia vijana wenzangu ambao pia wako kwenye hii uh, kwa sasa kwenye harakati za kupambana na mabadiliko ya tabianchi lakini kwenye SDGs kwa ujumla. Tanzania ikiwa ni moja ya mataifa yaliyopitisha ajenda hii kubwa ya kiulimwengu kupitia serikali, taasisi binafsi, wafanyabiashara na asasi za kiraia wamekuwa wakifanya kazi kubwa katika kusukuma mafanikio ya ajenda hii. Uh, sisi kama UNA Tanzania tumekuwa tukifanya kazi kubwa sana especially uh, kwa makundi ya, ya vijana hapa Tanzania na nitazungumza tu mambo machache. La kwanza imekuwa kutoa elimu, tumefanya seminars mbalimbali mbali, tumefanya workshops mbalimbali mbali, katika kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa mstari wa mbele katika utekelezaji ufuatiliaji na utoaji wa ripoti juu ya uh, progress ya, ya haya uh, malengo ya maendeleo endelevu hapa Tanzania. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa elimu hiyo uh, throughout uh, hii kipindi cha miaka kumi, lakini pia uh, tumekuwa tukitoa publications mbalimbali maandiko mbali, mbalimbali, policy briefs uh, articles mbalimbali mbali, ambazo zimekuwa zikielimisha sana uh, jamii yetu juu ya utekelezaji wa malengo haya. Kwa hiyo hiyo pia ni sehemu ya mchango ambao tumekuwa tukiutoa juu ya uh, utekelezaji huo, lakini ukitoa hapo, bado tumekuwa tukipush mambo mengi. Tuna uh, kikundi cha wabunge ambacho kinadili specifically na masuala haya ya malengo ya maendeleo endelevu pale bungeni na tumekuwa tukijengea tuki uwezo kwenye masuala mbalimbali ikiwemo masuala ya kufanya analysis za budget na sera na mipango mbalimbali mbali mbali ya nchi, na katika kuhakikisha sasa jinsi gani wao kama wabunge wanaweza kuzivaa hizi agenda na kuweza kweli kuihoji serikali pale ambapo ina wanahisi hapa mambo hayako sawa au kitu hichi akiendani na haya malengo. Ila huu si mwisho, tunazo nguvu na sababu za kufanya mabadiliko by 2030. Uh, sitaki kusema kwa, kwa uchovu ya kwamba hatutoyafikia, lakini natamani kusema ya kwamba tufahamu, uh, mambo haya yapo katika muunganiko mnyororo mmoja kwamba ukosefu wa moja na sababisha ukosefu wa lingine na lingine na lingine. Nafikiri kwa, kwa miaka mitano iliyobaki, uh, tuna kazi kubwa sana ya kufanya pengine kuliko uh, huku tulipotoka hii miaka kumi, hii miaka mitano inatakiwa kama ni kazi kuongezeka maradufu kuhakikisha kwamba kweli tutafikia uh, targets tulizojiwekea juu ya hii uh, hii ajenda, lakini la si hivyo nafikiri itakuwa ngumu sana inawezekana kutimiza sustainable development goals. Haya malengo ni mazuri na ameleta mabadiliko kiasi fulani mpaka sasa hivi. Kama ni kushauri kitu gani kifanyike, nafikiri mambo yanaweza yakawa mengi sana lakini machache tu kwanza uh, upatikanaji wa taarifa mi bado nitasema uh, kwamba una sehemu kubwa sana ya kuweza kuhakikisha kwamba malengo haya yanatekelezeka vizuri. Na ukitoa hapo, issues za finance nafikiri haziepukiki. Haya malengo kuyatekeleza, lazima bajeti itengwe na nini you know. uh, issue pia ya donor dependence imekuwa kubwa ambapo uh, uh, kama tuta focus sana kwenye domestic resource mobilization, nafikiri inaweza ikasaidia zaidi. Ni kitu kinachowezekana kabisa, kwa sababu mpaka sasa mchango mkubwa wa mabadiliko hayo umeletwa na vijana. Hatujachelewa. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, alisema tukisema tumechelewa maana yake tutaacha kufanya eh. Kwa hiyo hatujachelewa, ili tuendelee kufanya. Itawezekana tutajua, haitawezekana tutajua pia In in terms of what we we can can do in the next five years. Okay. Uh, more learning learning on on how, how because clearly it might be difficult to reach 100%. So okay. So maybe there might be another round, another round, goal. So greater learning on how we can accelerate um, um, implementation. Sisi, kama jamii, tumebeba dhima kubwa ya kufanya mabadiliko ya kweli. Sauti yetu ina maana katika kufikia hatua za mabadiliko yanayohitajika. Na huu ni mwanzo wa safari tu, safari ya barabara kuelekea mwaka elfu mbili thelathini. Kheri ya siku ya bendera ya malengo 17 ya maendeleo endelevu. Tupandishe bendera kwa kuokoa kizazi cha sasa na kijacho. Naitwa ni Mgumo Mahmud. Hii ni Dost Media.